Hii ni only phase 1 bado, kuna phase 2 kuna na phase 3 zote hizi tumeziandika mikakati, iko kwa phase na kila phase inokuja ni ngumu sana kuimeza, ni ngumu sana kuionja. Samia Suluhu Hassan, naenda kumshauri Samia Suluhu Hassan, ni vizuri aachie serikali kwa raha yake, kabla hatukuja kwa phase 2 na 3, ni chungu sana na nilipoanza kushea, nani alisema ameandaa mpango na akawa anatoa ushauri na mafunzo? Leo hii anasema hii ni hii ni phase moja, ana phase tatu, ana mikakati mitatu ya kuiharibu nchi yetu ambayo imeshaandikwa. Sasa hii mikakati yote mitatu ya kuharibu nchi yetu anapanga na nani? Naomba tujiulize, vijana wenzangu, anaandika na kina nani na kwa faida ya nani? Mpaka anajiandaa yani, ana plan A, ana plan B na ana plan C ya kuiharibu Tanzania. Kumbuka pale Suleimani alipomwambia Mungu amjalie hekima, baada ya kujiona yeye hastahili kwa mfalme, alafu Mungu akampa ule mtihani wa wale wamama wawili waliokuwa wanagombania mtoto. Wakristo wenzangu, mtakuwa mnaikumbuka hii hadithi. Mwenye mtoto wake akawa anasema basi mwachieni yeye amchukue mtoto halafu yule ambaye yule mtoto si wake aka anasema huyu mtoto akatwe panga katikati kati. Sasa hawa wanatufanya tuone, na ninaomba vijana wote na Watanzania wote tutumie akili zetu timamu kwenye hili, yupi anayetutakia mema, ni huyu anayenyosha mkono wa maridhiano, au huyu anayesema nchi nzima ichomwe moto?